Kufanya vitu vingi sio kupiga hatua kwenye maisha. Nikwambie, iko kitu unafanya hiki, unafanya hiki, unafanya hiki, unafanya hiki, unafanya hiki, unafanya hiki, we unafanya nini? Epuka kufanya kila kitu na epuka kuwa bize kila wakati. Panga vipaumbele, kazi haziishi. Panga mlolongo. Nina kazi moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Katika hizi kumi ipi nikifanya ni ya muhimu, ipi siyo ya muhimu? Being busy does not mean progress. Kila saa unachakarika chakarika chakarika chakarika, hatuoni matokeo yoyote. Unafanana na mtoto mdogo. Mtoto mdogo ukimweka hapo, hatakimbia kule, hatakimbia kule, hataenda kule, hatafanyiki hatafanyiki hatafanyiki hatafanyiki hatafanyiki. Yani ukimfuatilia ule mtoto anavyovifanya, wewe mtu mzima ukilala, umechoka, umeumia lakini ukijiuliza pale, sasa hii pilikapilika yote asubuhi mpaka jioni, shilingi ngapi katengeneza? Na sifuri.